iagiza serikali kutozima huduma za intaneti au mitandao ya kijamii wakati wa maandamano. Hii ni kufuatia kesi iliyowasilishwa na mashirika mbalimbali yakilalamika kuwa huenda serikali ikakiuka haki za raia kama ilivyofanya wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha na wakati wa mitihani ya kitaifa. Brenda Wanga anatuarifu zaidi. Kesi iliyowasilishwa na muungano wa wanasheria wa kimataifa ICJ, chama cha wanahabari KUJ na watu wengine wawili inataja matukio ya tarehe 25 Juni mwaka jana, wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha, wakisema matukio hayo ni mojawapo ya masuala yanayosukuma kuitaka mahakama kuzuia serikali kuchukua hatua kama hizo za baadaye kufungwa kwa mtandao wa Telegram wakati wa mtihani ya kitaifa ya mwaka 2023 na 2024 pia kukitajwa kama ukiukaji wa uhuru haki za kimsingi za wananchi na katiba. Kwenye kesi hiyo inayoshtumwa mamlaka ya mawasiliano CAK, waziri wa habari na mawasiliano na kampuni za simu na mawasiliano za Safaricom na Airtel walalamishi wa hoji kuwa kusitishwa kwa huduma za intaneti na kufungwa kwa mtandao wa Telegram kulifanyika bila idhini ya mahakama. <coughs> Jaji wa mahakama kuu Bahati Mwamuye ametoa agizo la kuzuia CA waziri na kampuni hizo za simu kusababisha kinyume cha sheria, kuagiza au kuruhusu kuzimwa, kutotoa huduma au kuzima intaneti na huduma za data simu, mitandao ya kijamii na huduma zinginezo za mawasiliano. Walalamishi wanahofia kuwa serikali huenda ikachukua hatua katika miaka ya baadaye wakati wa mitihani ya kitaifa, maandamano au uchaguzi iwapo haitazuiwa kufanya hivyo. Maagizo ya mahakama yatazingatiwa hadi kesi hiyo itakapoamuliwa. Brenda Wanga, runinga ya yes Citizen.